Hatma ya spika wa bunge hili la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire imefikia kikomo. Hii ina maana kwamba sio spika tena wa bunge hili. Wawakilishi wadi wasiopungua 40 kati ya 51 wamepiga kura ya kutokuwa na imani na spika Mwambire na kumtupa nje. And the eyes had 40. Naibu Spika wa bunge hili Naftali Kombo amemwagiza karani wa bunge Michael Ngala kuchapisha katika gazeti rasmi la serikali kwa wazi wadhifa huo wa spika. Naftali pia amemwagiza karani wa bunge hilo kuwaalika wakenya wenye tajriba ya wadhifa wa, wa spika kutuma maombi ya kujaza nafasi hiyo. Kabla ya hoja hiyo kujadiliwa katika bunge hilo, mwakilishi wadi Atezo Thomas Chengo alieleza bunge hilo sababu zinazochangia kuwasilisha hoja hiyo bungeni Ngumbao Mwambire the Speaker of the County Assembly in Kilifi

Wawakilishi wadi wanaogemea upande wa hoja hiyo wakiongozwa na kiongozi walio wengi katika bunge hilo Ibrahim Matumbo, waliunga mkono kutimuliwa kwa spika Mwambire mamlakani, huku wale wanaopinga hoja hiyo wakisema hoja hiyo imechochewa kisiasa. Teddy Mwambire kama speaker wa bunge hili bwana speaker. I believe that uh, if this house has to regain and maintain its dignity and sovereignty then uh, in terms of being led by law then Teddy Mwambire must go we have no more life to live after this session of politics and whatever good you are doing to another and I was quoting the standing order hata hivyo baada ya kikao hicho cha bunge kukamilika, kiongozi wa wale wengi katika bunge hilo na ambaye pia ni mwakilishi wadi wa Watamu Ibrahim Matumbo amesema lengo lao limetimia, akishikilia kwamba bunge hilo haliwezi kuwa na kiongozi anayehujumu majukumu ya bunge na miradi ya serikali ya kaunti. Tumekuwa na mswada tata wa kuondosha spika wetu, alikuwa spika Teddy Mwambire, na leo ndio mswada umeletwa. Tumekuwa tukifuatilia kisheria, na leo ndio ikawa ni siku ya mwisho ya kuthibitisha yale makosa yake na kupiga kura. Saa hii sisi kama MCAs tumeshukuru sana, tumeondoshwa mzigo mkubwa sana, mzigo ambao ulikuwa unatusumbua sana kisheria hata kisiasa. Kulingana na shutuma zinazomkabili Mwambire ni pamoja na ukiukaji wa katiba na sheria, utumizi mbaya ofisi ya umma, kuhujumu shughuli za bunge hilo na miradi ya serikali ya kaunti ya saba, bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2025/2026 ya kaunti ya Kilifi. Hii ina maana kwamba spika Mwambire sasa sio spika tena wa bunge hilo, na hatua hiyo huenda ikamweka nje ya mchakato wa kisiasa kwa kipindi kisichopungua zaidi ya miaka kumi kulingana na sheria, ama awasilishe kesi mahakamani kupinga a kutimuliwa kwake mamlakani. Nikiripotia Coco FM, mimi ni mwahoka Mtsumi, Coco FM ladha ya pwani.